Suala la huduma za mkoba za chanjo kutoka kwenye kikao hiki ijulikane kwamba ni kipaumbele. Na tunapoongelea huduma za mkoba, kumekuwa kuna katabia fulani ambapo watu wanatoka na kwenda outreach. Anakwambia mimi naenda outreach ya lishe, mimi naenda outreach ya uzazi wa mpango, mimi sijui nakwenda outreach ya kitu gani. Huduma zote hizi ni sawa. Anayetoka atoke na wenzake wote watoke, tukatoe huduma. Lakini sasa hivi tunajua huwa tunafanya magulio. Na ukienda pale kwenye magulio unawakuta kina mama wako pale. Kila mwanamke yuko pale anafanya ya biashara yake, amebeba mtoto wake mgongoni au amemweka mtoto anacheza hapo pembeni. Tutumie hizo avenues zote kuhakikisha kwamba tunamfikia kila mtoto. Hakuna mtoto anaachwa bila kupatiwa chanjo. Chanjo ni science. Hata ukija hapa umeambia coverage yako ni 110%. ya kama kuna mtoto mmoja hajachanjwa, huyo ndo anaanza kuambukiza, yani ndo anaanza kugua yeye, alafu anaambukiza wengine wote.